Tuingie katika kipengele cha historia ya wakfu katika Uislamu. Huwezi kuzungumzia ndugu zangu Waislamu ustaarabu wa, wa Uislamu ambao ulitawala katika wakati duniani, ndio ulikuwa ustaarabu super power, bila kuzungumzia wakfu. Na wanachuoni wanasema sababu kubwa ya ustaarabu wa Waislamu duniani ilikuwa ni wakfu kutumika vyema. Wanahistoria wanasema katika zile zama ambazo zinaitwa golden age katika elimu Fatra al-Abbasiyya, kipindi cha Abasiya, Abbasid Empire, vyuo vikuu vyote vilivyokuwa vimejengwa na maktabat zote zilikuwa zikihudumiwa na mali za wakfu. Watu walikuwa wanatoka kutoka Europe kuja kusoma Baghdad, na ili uweze kukubaliwa kusoma Baghdad ni lazima ujue Kiarabu. Lugha ya wasomi katika karne ile ilikuwa ni Kiarabu ukizungumza Kiarabu wewe ni msomi katika nchi za Ulaya, man. Na watu wanapeleka watoto wao wakasomi Baghdad. Kwa sababu gani? Ndio vyuo vikuu vya mwanzo vilivyoanzishwa. Maktaba iliyokuwa kubwa kuliko yote duniani inaitwa Darul Hikma, ambaye ilijaa kila aina ya vitabu, ilikuwa katika mji wa Baghdad, kubwa kuliko yote duniani. Vitabu vyote vimetafsiriwa katika lugha ya Kiarabu katika library ile, yote ilikuwa inahudumiwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na pesa zinazotokana na auqafu. Hii ni historia ya ya elimu ya waqf na athari yake katika elimu katika historia ya Islam. Ukiangalia ndugu yangu mwislam, chuo kikuu cha kwanza cha Alqarawin, chuo kikuu cha kwanza cha kiislam kimejengwa mwaka 859 AD Moroko. Hichi chuo ardhi na majengo yametolewa na mwanamke wa kiislam anaitwa Fatma alfihri, Fatma alfihri, ardhi na majengo mwanamke wa kiislamu ametoa wakfu, mpaka anapozungumza sasa hivi chuo kikuu kile kipo. Allahu Akbar, takbir. Pia katika wakfu za kijamii, ibnu batuta ametembea maeneo mengi na amehadithia wakfu alizoziona katika nchi za kiislamu. Miongoni mwa wakfu hizo, wakfu ya kuwahijia vikongwe wamefikia umri mkubwa, hawana uwezo, maskini. Kuna mtu katoa wakfu majengo yake, pesa zinazopatikana pale, kila mwaka wa vikongwe 10 15, sio, waende wakahiji. Wao wanapewa watu kwenda kuwahijia, gharama za hija kila mwaka, mashaallah. Hiyo hiyo point irudie, muhimu sana, wakfu ya hija. Kuna vikongwe wanatamani kwenda Baitullah, kwenda kuhiji kupata zile thawabu umefikia katika umri mkubwa ambao hata akipewa aende katika zama zile hawezi kusafiri. Watu wakaingiwa na ile huruma, wakasema hii ni amali khair, mimi natoa mali zangu waqfu zangu nyumba zangu zifanyiwe kazi, hela inayopatikana wawe wanakwenda kuhijiwa hawa vikongo kila mwaka wa kumi, kumi na tano 15 ili waweze kutekeleza ibada ya haji. Hiyo ni katika ustawi wa jamii. Inawezekana hata katika nchi yetu inawezekana kuwa na waqfu za aina hiyo ya kuwafanyia maandalizi mabinti maskini ya ndoa zao. Binti ya maskini ameposwa, ya arusi yake inakuja, familia yake tamam. Kuna waqfu zimewekwa za kumwandalia nyumba yake, fenicha yake, nguo zake, kila kitu, ili katika furaha ile ya ndoa na yeye naye ahisi amefurahi. Kwa nini? Kwa fadhila ambazo ndugu zake Waislamu wameona apewe. Kuingiza furaha katika moyo wa mwislamu ni amali inayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu huyo atafurahi kiasi gani kama ni yatima au kama watu wake ni maskini lakini wakfu ndio ambayo imefanya nini imemsaidia kulikuwa kuna wakfu ya sulhu kwa makabila na watu waliogombana katika mila za kiarabu mtu akimuua kuna thara au kuna fidia fidia tumemuua kwa maksudi nataka ngamia 100 mimi sina nasi tunaua mtu wenu Mtu kaweka wakfu mashamba yake na majengo yake, ikitokea chukueni pesa, mlipeni fidia yule, watu waingie katika sulhu, ugomvi uishe, kupatanisha watu. Kwani wakfu ya sulhu ya ninavyozungumza, awqaf hizi zipo ya Syria, ya kuwapatanisha, mpaka leo katika katika nchi nchi Syria, Baghdad na Uturuki zipo, mashaallah kuna wakfu wa kupatanisha watu, watu. madai shilingi ngapi sheikh? ndio mimi tutatoa sisi wakfu, kumbatianeni maliza maendeleo sallu ala nabi Mwaga ini mwaga, kuna waqfu pia wapita njia wakimbizi na nini, zimetolewa hizi nazo ziko katika Uislamu wa kuna waqfu ya kutengeneza barabara, subhanallah. Hizi barabara barabara hizo Damascus, zama hizo tunazizungumza, zama za Umayyad Empire, barabara za, za, za Damascus Syria, zilikuwa kuna barabara za farasi na kuna barabara za watembea kwa miguu, na kulikuwa kuna taa za barabarani kuna umeme, ah, ah, kuna mishumaa. Kila siku mtu anapita na farasi anawasha taa magharibi, taa zote barabarani zinawashwa. Wakati wa Ufaransa Paris na London, barabara ni mashimo matupu na ushirikina umeme. Nchi ya Kiislamu ina ustaarabu kama hivi yote hii ni tamaduni ya nini? Ya waqfu zinatengenezwa barabara, na ukafu. Na hii nimeiona nilipoenda Malaysia, Sheikh Abbas, mashallah, kuna barabara kutoka airport ambayo ni highway imejengwa na waqfu kama ilivyokuwa daraja la Kigamboni ndio, mm, Ehe. Kwa hiyo unapita unalipia, ile hela inarudi katika mfuko wa nini? Waqfu. Ni investment ya waqfu ya Waislamu. Wameshengeneza barabara, watu wanapita, wanalipia. Unalipia ujira. Sasa kama Muislamu ukipita pale, unalipia na unapata na thawabu ya kupita kwenye barabara. Sallu ala Nabi. Ni mfuko wa nini? Wa waqfu. Kwa kuwa kuna waqfu ya vyombo vilivyopasuka kushangaza sana mabinti wakazi, hai, wa kazi anaosha vyombo akipasua dhama hizo, anazungumzia tajiri yake anamkata kwenye mshahara anampiga sana. Kuna mtu akisamini anatoa wakfu, nyumba yangu na shamba langu binti yoyote wa kazi akipasua chombo aje kwangu. Sawa? Eh, anletea kile chombo kilichopasuka, tunalipa chombo kipya. Mashaallah, insurance ya kisaka. Wakfu ya aina hiyo, lakini kuna wakfu ya kuazima nguo za harusi Nenda katika sehemu fulani unachukua unazima unafanya harusi unaingia nazo alafu unazirudisha bure of zote, kwa ajili ya kuingiza furaha katika nafsi za watu <coughs> lakini kwa kuna wakfu ya afya. Hospitali ya kwanza kubwa duniani inaitwa Bimarista, muhifadhi hilo jina Bimarista, ndio hospitali kubwa ya rufaa ya Kiislamu katika mji wa Baghdad, ya kwanza duniani, iliwekwa kwa ajili ya kuwatibu watu wenye wanatengwa walikuwa wanaonekana ni wanalala. Ukija Baghdad, watu wenye ukoma walikuwa wanaingizwa katika hospitali ya rufaa Bimarista, wanatibiwa free of charge. Kinacholipa pale wakfu. Allahu akbar! Na mpaka hospitali kawa kubwa. Na katika historia ya Islam, karne ya tisa katika Islam, kulikuwa kuna wakfu ya wanyama. Tushangaa, mtu anatoa nyumba yake na ardhi yake kwa ajili ya wanyama. Kwa nini? Kuna farasi wanajeruhiwa wakati wa vita, hawezi kufanya kazi hiyo atakuwa ni mzigo na kula chakula tu hafanyi kazi, yote fanya nini namua basi hapana, natoa wapi shamba yangu, vile chakula vinavunwa viwalishe farasi wazee na waliojeruhiwa, mpaka wafe natural death, wawe rahmatun bil hayawan, kuonea huruma wanyama. Hiyo yote ndugu zangu ni Uislamu wetu tunaozungumzia. Ndugu zetu Waislamu walikuwa wakifanya hivi. Tunatoa mifano hii kwa ajili ya kuona ni vitu vinavyowezekana kuhusisha katika jamii yetu ya Kiislamu katika yale ambayo na ya, ndio maana wa magharibi wanakiri kuwa ustaarabu wao uliofikia sasa hivi nchi za Ulaya hasa katika sekta yavi ya elimu ya ni matunda ya ustaarabu wa Kiislamu. Mwandishi mmoja anaitwa Benedict Koehler, mwandishi mashuhuri ameandika kitabu kinaitwa Islam and the Birth of Capitalism Akaandika ndani akasema, western institutions, hizi taasisi za kielimu za kimagharibi, like Oxford and Cambridge, mfano wa vyuo vikuu vya Oxford na Cambridge, drew inspiration from waqf structures, zimepata ile ilhamu kutoka katika muundo wa wakfu wa Kiislamu. Oxford na Cambridge, yani vyuo vikubwa duniani vimeweza kuwa vile kwa sababu vimeiga, walikuja wakasoma ile structure ya auqaf katika Uislamu wameipeleka kwao, na ndiyo vio vinavyo vina auqafu jiki duniani sasa hivi, vyuo vya Oxford Cambridge na Harvard iliyopo Marekani. Nasema haya wezo, viyo, kwa sababu sisi tuna uwezo wa kuandisha hivyo vio kwa auqaf ambazo tunaweza tuka